Nikiondoka hapa bila kuzungumzia mashamba ya Kiliflora, mtaona sijafanya jambo la maana. Sasa niwape taarifa kwamba mashamba yale matano, Kili Flora ya, Kili Flower ya Usa River, lakini Arusha Blooms na Kiliflora Nduruma, mashamba haya yamefikia pahali ambapo wawekezaji wameshindwa kuendelea nayo. Tulichofanya, tumeunda timu ya makatibu wakuu, wamekwenda kuyafanyia tathmini ili sisi tukae na wawekezaji tuelewane, mashamba yale yachukuliwe na serikali. Na baadhi ya mashamba yatutakaa, na uongozi wa mkoa wa Arusha kuangalia uwezekano waserikali kuyaendeleza mashamba yale, kuyawekea miundombinu na tuyaingize kwenye mtindo wa BBT, jenga kesho iliyo bora, kwa vijana kwa, kwa ajili ya vijana wetu. Tutaangalia mazao gani vijana wetu wanaweza wakalima kwenye mashamba yale kwenye programu ya BBT, na tunakwenda kufanya hivyo, lakini shamba jengine shamba jengine linakwenda li kuwa nadhani ni lile la Nduruma li, sehemu ya shamba tunakwenda kufanya kilimo cha mjini, kilimo cha mjini mtafahamishwa wakati ni kilimo gani, lakini eneo jengine tunakwenda kupima kwa ajili ya makazi ya watu Arusha. Inakuwa Arusha ni jiji, lazima litanue maeneo yake, kwa tunakwenda kupima kwa eneo kwa makazi ya watu. Kwa hiyo hayo ndio mipango yetu kwa ajili ya mashamba yale. Mashamba yale, kila nikija Arusha, Wanaarusha mnaniomba mashamba yale yakatwe, tupewe yakatwe, tupewe. Lakini tulikuwa tunaangalia njia nzuri ya kuwatumia mashamba yale. Niombe uongozi wa mkoa hapa, serikali kuhakikisha mashamba yale hayaharibiwi, make tunavyoongea sasa Wananchi mmesha kwenda kunyofoa nyofoa kule, kumenyofolewa hiki kile, kimeharibiwa hiki kile. Niombe tuyaheshimu mashamba, tunakuja kuyaendeleza kwa ajili ya vijana wetu, ajira ya vijana wetu. Vijana oye! Oh yeah.